Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Said Ali Khamenei amesisitiza kuwa taifa hilo linaamini njia madhubuti ya kuzuia vita ni kuimarisha uwezo wa kijeshi na kuwa tayari wakati wote. Akihutubia maafisa wa juu wa jeshi mjini Tehran, Alisema kuwa maandalizi ya kijeshi ni nguzo muhimu ya kuzuia maadui kuchochea chokochoko choko za vita dhidi ya Iran. Katika hotuba hiyo, ameeleza kuwa mataifa yanayokosa uwezo wa kujilinda hujikuta yakishambuliwa au kushinikizwa kirahisi katika masuala ya kimataifa. Alibainisha kuwa ukiwa dhaifu adui hukushambulia, lakini ukiwa imara anafikiria mara mbili. Kauli hii inakuja wakati ambapo kuna mvutano unaoendelea kati ya Iran na mataifa ya Magharibi, hasa Marekani, pamoja na hali tete katika eneo la Mashariki ya Kati. Taifa la Iran limekuwa likikabiliwa na vikwazo vya kiuchumi na shinikizo la kidiplomasia, huku ikisisitiza kuwa haitatafuta vita bali iko tayari kujilinda iwapo itashambuliwa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali, Irani imeendelea kuwekeza katika teknolojia ya kujenga makombora ya masafa marefu, ndege zisizo na rubani na mifumo ya ulinzi wa anga. Serikali inadai kuwa vifaa hivyo vinalenga kuzuia uvamizi, si kushambulia mataifa mengine. Kauli ya kiongozi huyo imeelezwa kama sehemu ya mkakati mpana wa ulinzi wa Iran unaojikita katika dhana ya nguvu ya kuzuia, ambayo inaamini kuwa adui haingii vitani ikiwa anafahamu kuwa upande mwingine una uwezo wa kujibu vikali. Mpaka sasa hakujatolewa taarifa za ziada kuhusu hatua mpya za kijeshi. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaona kuwa ujumbe huo ni ishara ya Irani kuendelea kujiweka tayari katika mazingira ya kiusalama yasiyotabirika ndani ya eneo la Mashariki ya Kati. Taifa la Iran linaendelea kuweza kujiweka tayari mara zote na vita, kwa sababu ya matishio ambayo yamekuwa yakiendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati kiujumla, lakini vile vile matishio ya Israel dhidi ya taifa la Iran dhidi ya taifa la Iran na uwepo wa taarifa za kijasusi kwamba huenda Israel ikaishambulia Iran wakati wowote, na hiki kitu ambacho Iran inakifanya hapa ni kujihami dhidi ya mashambulizi ambayo yalitokea kipindi kile cha Vita vya siku 12 ambapo Israel ilianzisha uchokozi wa wazi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran na maeneo ya makazi ya raia wa nchi ya Iran, lakini vile vile hata kusababisha madhara makubwa ambayo yalipelekea Iran kuweza kujibu vikali mashambulizi hayo kwa kushambulia kambi za kijeshi za taifa la Israel na baadhi ya maeneo ya kiuchumi katika taifa la Israel. Sasa basi, kiongozi mkuu huyu Ayatollah Ali Khamenei anazidi kuweza kujimarisha ili kuweza kuone anazidi kuweza kuimarisha nchi yake ili kuweza kujihami na vitisho vyovyote vinavyoweza kutokea kutoka pande zote, hususan katika mataifa ya kimagharibi. Mtazamaji, kuna taarifa nyingi sana kutokea huko nchini Iran, lakini cha msingi ni kuwa karibu nasi kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.